Sasa tunaelekea hadi Narok Town. Rashid, hapo awali ni kwamba taharuki iliweza kutanda mjini Narok hapo jana usiku, ambako mgombea kumradhi, wa DCP Douglas Masikonde aliweza kuvamiwa nyumbani kwake alipokuwa kwenye mkutano na majenti wake. Nam, bila shaka wapiga kura waliraukia shughuli ya kumchagua mwakilishi wao mpya, huku watu wachache wakiendelea Naam, kwa hivyo sasa tunaungana naye Ben Kirui ambaye yuko mjini Narok, uh, tueleze mengi zaidi kuhusiana na kile ambacho kiliweza kujiri kuanzia asubuhi hadi sasa kwako Ben Kirui. Nam, asante Lulu na Rashid, vile tulivyoahidi awali kwamba tutatembelea vituo vyote vya kupigia kura katika eh, eneo hili la Narok mjini. Na awali ile taharuki ambayo ilishuhudiwa katika eneo ama ya kituo cha kupigia kura cha Masikonde kiliweza kutulia na hali ikaendelea kuwa shwari, na tumeweza tu kutembelea vituo vingine tofauti, eh, takriban vituo vinne na bado tunazidi tu kutembelea hivyo vituo vingine ambavyo vimesalia, maanayake hapa vituo ni vingi. Ee, na kwa sasa hivi tuko katika kituo cha kupigia kura cha Olol Toto ambapo e, wapiga kura wamejitokeza e, japo kwa idadi ndogo. Hapa ama hiki ni kituo ambacho kina wapiga kura e, na moja e, lakini idadi hiyo jinsi ambavyo tumefahamishwa e, na pia jinsi ambavyo a, sisi wenyewe tumeshuhudia ni kwamba e, idadi imekuwa ni ndogo mno na pia Rashid na Lulu tuliweza kuzungumza na wale wawaniaji kadhaa wa iki cha udiwani na sasa ni zamu yake Joshua Kaputa ambaye anaonekana katika tiketi ya chama cha Jubilee. Pia tuweze kusikia kutoka kwake kile ambacho ameshuhudia na jinsi hali hii yote, shughuli nzima ya upigaji kura umekuwa. Karibu sana mheshimiwa, nataka uniambie, najua hiki ni kitu ambacho wewe mwenyewe unapigia kura. Niambie zoezi hilo umeshiriki, na jumla kwa jumla shughuli yenyewe imekuwaje? Uh, kwanza nashukuru uh, kwa sababu watu wa Narok Town Ward wameweza kutokea, hata kama hawajatokea kwa wingi, kwa sababu ya uh, ile mshtuko walipata siku ya jana, kwa sababu ya polisi walitumwa wamejaa town, watu wanastuliwa. Na juzi uh, mimi mwenyewe nilipigwa hii mkono na watu wa uh, UDA ambaye ni Guns wa UDA, kwa sababu mimi nikiwa katika chama cha Jubilee. I've always said uh, cha muhimu ni amani. Kila ambayo imetushtua hapa ni kwamba Uh, demokrasia watu wanajaribu kuifinyilia chini lakini, kwa yote uh, tutaona kila ambaye kitatokea, manake kuna uh, complaints ambazo tuko nazo, watu wameweza kutumia fedha kwenda kudanganya watu. Wanakuja wanalipa pe, watu kwa malaini. Pia kuna kumekuwa na magari eh, ya aina ya, ya probox ambayo imekuwa ikilete wa, watu fulani wanakuja wanalipa pesa na mambo kama hayo, ndio tunasema ya kwamba Kenya haitakuwa na demokrasia kama watu hawatapewa nafasi, lakini kwa eh, mimi naamini ya kwamba Mungu atanipa ushi a uh, siku ya leo uh, kwa sababu hata wanapojaribu kufanya juu chini kuhakikisha kwamba wananunua watu, naamini ya kwamba watu watakula hiyo pesa, lakini watachagua yule mtu ambaye wanataka. Bila shaka ni madai ambayo yanachunguzwa na maafisa wa polisi, kwa hivyo tutatarajia kujua eh, uchunguzi utakuwa umefikia wapi. Lakini kwa jumla shughuli yenyewe kwa kwa hasa katika kituo hiki, ile idadi ya wapiga kura ambao wamejitokeza, a uh, watu ni wachache sana wenye wametokea, na eh, kumekuwa pia na mambo ya eh, uh, you know, watu wanatokea lakini ni wachache sana, wachache sana. Compared to last time, because last time tulikuwa na over 700 voters na wakati huu tumekuwa na nafikiri watu kama 300 kama tumeenda sana. Na hiyo eh, ni kitu ambayo imetuvunja moyo kidogo, manake eh, tulikuwa tunatarajia watu watatokea especially kwa hii mambo ya UDA ambao wananyanyasa watu. Eh, I wish wange, wange tokea tu ndio tutaandike hii UDA maana, wanatumia nafasi ya kuharibu watu na kutumia fedha ili kunyanyasa, yani hiyo ni pesa ya wananchi wanatumia kununua tena watu ndio wasipate Aasante sana kwa sababu ya muda nitasema, e, tu hayo ni madai ambayo Rashid na Lulu, e, yanachunguzwa na yako e, katika ama mikononi mwa maafisa wa IEBC na vilevile vile maafisa wa polisi ambao wanachunguza e, madai hayo ya kwamba kumekuwa na kuhitilafiana na ile e, uhuru wa, wapiga kura kuweza kufanya haki yao e, namna ambavyo inavyowezekana. Kwa hivyo Lulu na Rashid, o ndivyo hali ilivyo katika e, mji huu wa Narok E, town na tutaweza kuzidi tu kuangalia vituo vingine e, mambo yako namna gani kwenye uiio. Naam, shukran sana Ben Kirui. Kama ulivyoeleza ni madai ambayo tutasubiri kuangalia kama yana mshiko ama yanamshiko, lakini kwa hivi sasa